ACT Wazalendo, kwa hiyo sisi ACT Wazalendo tunajua kwamba CCM inashinda kwa kupitia mbeleko ya dola. Sasa swali linakuja. Kama CCM inatumia dola kubaki madarakani, ACT Wazalendo tufanye nini? Jibu letu. Tumesema, tunashiriki uchaguzi huu kwenda kupigania thamani ya kula tunakwenda kupambana, na tumewaambia CCM wakae wajue, uchaguzi huu hautoenda kuwa ni wa kawaida. Tutajibu mapigo ya CCM kadiri inavyokuja. Tumejiandaa, tumejipanga, tunakwenda kukikabiri chama cha mapinduzi kupitia operesheni yetu ya linda demokrasia tunakwenda kuwahamasisha watanzania wasimame imara wapambane na CCM mpaka haki yao ipatikane. Tunakusudia kujenga vuguvugu kubwa la umma la kuwaleta pamoja wadau wote wa demokrasia pamoja na wananchi kwa ujumla wao, wasimame imara kupambana dhidi ya CCM. Mimi ninawaambia wanahabari, CCM haijawahi kuwa tested vya kutosha. Wametuibia 2019, tumereact vipi? Wametuibia 2020, tumereact vipi? 2024 mwitikio wetu ni upi? ACT Wazalendo tunasema hii ngoma haitoenda kuwa kama tulivyozoea. It's going to be rough. Inaenda kuwa nginja nginja. Nilisimama na nyinyi hapa kuambia mbele ya halmashauri kuu, baada ya mkutano wa halmashauri kuu, kuwaeleza kwamba tunatoka kwenye siasa za maridhiano, tunakwenda kwenye siasa za mapambano. Uchaguzi ni jukwaa la kupigania mageuzi. Na tumesema tutapigania mageuzi mpaka dakika ya mwisho. Kupotea ni wakati wa kwenda. Kupotea wakati wa kurudi ni ujinga.